Kitu ambacho kinatumika kama chakula mafuta Asa, lakini kumbe anakusudia mtu ambaye anaitwa mafuta na wala sio jina lake mafuta. Pia ndio unaona, eh hapa, hili ni jina la la, la, la ubini unaona, wala si hmm, si la huyo mtu hmm, bila shaka anakusudia hawa ambao tunawaita majadida hmm, ambao kwa hapa Tanga watu ambao tunaonekana tunazoana nao hmm, ni kasi mafuta na ndugu yake hmm. Hat, mimi sikupenda kulijibu hili swali kwa sababu Eh, si vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha mambo ya magomvi na nini, lakini sasa tunalazimika mm. kwa sababu kweli ni utata upo, kwa sababu watu wakituangalia kwa dhahiri tunaonekana ni Answaru ambao walitangulia katika umri. Ni kwamba wanajua historia ya huyu kijana ambaye anaitwa Kasim Mafuta na ndugu yake, ni kwamba tulianza nao naona tulianza nao kwa maana kwamba walikuwa ni vijana ambao walikuwa wako katika harakati zetu mm -hmm. Baada ya wao kuwa kwa muda mrefu walikuwa katika zile madrasa ambazo ni pinzani, kwa sababu haya mambo ya magomvi hayakuanza leo, sisi na kina mvuta bali mm -hmm. kama inavyojulikana kwamba tulivyokuja hapa na dawa ya Sunna mm -hmm. au dawa ya salafia sahiha ni kwamba tulipata upinzani Hmm. Naona kwa baadhi ya mashekhe waliokuwepo hapa ambao wengi walikuwa wakiwa na baadhi ya itikadi za kisufi. Hmm. Na baadhi ya mambo ya uzushi, mambo ya bidaa mengi. Hmm. Kwa hiyo tulichofanya sisi ilikuwa ni kufikishia watu ujumbe sahihi, naona mafunzo sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam salam, kama alivyokuja katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hmm. Kwa hiyo katika kile kipindi ambacho tulianza hii dawa Mm. E, ilikuwa ni jambo gumu. Sahe. Na hii ni kawaida sera ya manabii wema waliotangulia katika kufikisha ujumbe, inakuwa kwanza ni shida, tabu sana. Unaona kuna mapambano yanakuja ya ndani kwanza. mm. kwa hiyo e, kwa kweli tulipofikisha ujumbe wa kwanza kwa mara ya kwanza, basi upinzani ulikuwa baadhi ya madrasa kubwa hapa mjini, kwamba sisi tunataka kupora madaraka ya mashehe au tunataka kuleta dini mpya kama ilivyokuwa wakifanya propaganda kwamba sisi tumekuja na dini inaitwa Wahabi na mtume wake anaitwa Ahab, Muhammad Abdulwahabu. mm. Sijui huyu ni karnu shayatini, ni pembe ya sheitani, amezaliwa Najidi huko. mm. Na Mtume ametabiri kwamba kutatokea sheitani huko, vitu vingi mm. Tukaambiwa alama zao hawa wananyua vipara, sijui <laughs> alama zao hawa na kanzu za Maneno mengi sana yalikuwa yazungumzwa, hawa hawampendi mtume, hawataki mswalima ataliwe, naona mm -hmm. Sasa kipindi hicho mafuta mwenyewe anavyojieleza mm -hmm. yapo haya kwenye YouTube kwamba alikuwa ni mwanafunzi mmoja katika tawi la madrasa mm -hmm. iliyokuweko pongwe kule mm -hmm. ya Shamsia mm -hmm. kwa hiyo alipata mafunzo yake katika misingi ile ile ya kibidaa mm -hmm. mm -hmm. ya kisufi yeah. mm -hmm. Lakini alhamdulillahi, sisi katika dawa ambayo tulianza hapa Tanga tuliweza kuweza kuwaonya ndugu wa karibu, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa anzir ashirataka al-akrabin. Kwa hiyo vijiji vya karibu, katika vijiji vya karibu ambavyo tulifikisha ujumbe ilikuwa ni kijiji cha Pongwe. Ndio kule kulikuwa na bwana mmoja ambaye baadaye aliwahi kuwa kiongozi mkubwa wa taasisi, bwana Abdallah Haneni e, yupo mpaka sasa sikia mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampe wampe unafuu. Ni kwamba alitukubali akatuita, akawa anatualika katika kijiji hiki mm -hmm. tukawa tunafanya mihadhara, hatuna misikiti, tunafanya mihadhara katika nyumba yake. Wakati huo ilikuwa haikuwa wepesi, kwa sababu ilikuwa mji ushatiwa sumu mm -hmm. kwa ujumla na vitongoji vyake, kwamba hao wamekuja na dini mpya. Kwa hiyo ilikuwa mara nyingi tukitoa mihadhara, wanakuja mara nyingine wanawake watoto wadogo, vijana wanakuja kutuzomea sahi, na mara nyingine kutuchochea ma, mawe au vikokoto vipande vya mihogo nini, ili mradi mm. Namkumbuka marehemu mzee wawe alikuwa mudiri, alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa idara ya hisba, alikuwa kwa mujibu wa maelezo yake, ni kwamba katika vijana ambao walikuwa wakiturushia mawe alikuwa kasi mafuta unaona. hmm. hmm. lakini Mwenyezi Mungu kumuongoza mtakaye. mm -hmm. Ni kwamba baada ya kufikisha ujumbe pale ikawa kuna vijana wengi wamekubali, mm -hmm. e, dawa yetu. Kwa hiyo tukaamua kuweka tawi, kama ilivyokuwa katika maeneo mengi, watu wakikubali ujumbe basi nageuka ni tawi la, la taasisi mm -hmm. kwa hiyo vijana waliokubali, hatimaye, hey, yeye yule bwana aliona sasa kuendelea kubaki kusoma hapa Tanga itakuwa ni shida kwa sababu madrasa ukenda kuisoma madrasa ya, ya Answari utakuja kulaumiwa, waambie wewe umekwenda kinyume mm. kwa alifanya maarifa na mipango e, akaweza kufanyiwa mpango akaenda akasoma Kisauni Kenya pale okay. mm. Sasa pale alipokwenda Kisauni Kenya ndio alikwenda kuijua suna sana itikadi sahihi mm. mm. kwa hiyo kwa maelezo yake anaeleza kwamba alipokwenda kule basi, alipomaliza masomo sisi tukamkaribisha hapa, kwa sababu tayari alikuwa ni kijana wetu wapongwe ashajiunga. mm. na sisi tukaweza tukampa nafasi ya kusomesha na nini, lakini alikuwa bado ana hamu ya kusoma mm. alikuwa na hamu ya kwenda sehemu inaitwa Yemen kwenye markazi ya Damaj ambayo mm. shekhe wake mkubwa amefariki hivi sasa mm. e, shekhe Mukbil al-Wadi. okay. okay. mm. kwa hiyo aliwahi kwenda kule lakini bahati mbaya hakuweza kukaa muda mrefu, miezi sita alikamatwa, katiwa ndani, kwa maelezo yake mm, akarudishwa huku, sisi tumempokea tena, ikawa ni mwalimu, ameshawahi kufundisha katika maadi yetu, maadi ilikuwa Alfaruku, alikuwa ni mwalimu anafundisha mona mm. alikuwa, aliwahi kufanya kazi na sisi shule ya Arafa aliwahi kufanya kazi na sisi katika kituo cha mayatima kusaidia ulezi wa mayatima, wakati wote huo ni mwenzetu. Lakini sasa baadaye pia akafanya juhudi, akaenda kupata masomo kule kule Saudia, akaenda kule akapata bahati ya kusoma, kajiunga na kitivo cha hadithi mpaka amaliza masomo, bado amekuja kwetu Naona ndio eh? Lakini baadaye tukajabainika kwamba kumbe alibeba mwelekeo mwingine mpya tofauti na huu wetu. mm -hmm. Mm, kule alivyo, hasa alivyokwenda Yemen mm -hmm. Eh, kule Sheikh Mukbil al-Wadii alikuwa na ugomvi na Answaru Sunna wa Sudani mm -hmm. Hata ikawapelekea kwamba akawapa majina mengi tu ya ovyoovyo kwamba hawa Answari wameharibika, wamekuwa mahizbi mm -hmm. Mnaona, kwa hiyo hawa si wenzetu hawa hivi hivi. Akatoa fatwa nyingi ambazo ziko mpaka leo dhidi ya Answar Sunnah, yeah. na pia kule ikawa wamejifunza baadhi ya fatawa ambazo ni jitihada za wanachuoni mm -hmm. Kwa mfano, haramu wa picha mm hizi -hmm. za fotografu za video mm -hmm. Kwa hiyo sasa, athari ya fikra zake ilianza kuonekana kipindi anasoma kule katika katikati katika ya ya baada ya ya kumaliza mfano kama mwaka mmoja wa pili watatu watu wanakuja likizo, tunampa nafasi ya kutoa hutuba mihadhara. Sasa, sasa kuna siku alikuja kuzungumza, nakumbuka barabara sita, akaeleza msimamo wake kuhusu picha mm -hmm. kwamba hizi picha zote hizi ni haramu. Masalafi wote wema waliotangulia wanasema mapicha ya fotografia haya hayafai, mashekhe wa kisalafi wote, shekhe Bimbazi, shekhe al Utheimini, shekhe eh, nani Sheikh Al-Albani sikasema hivi, lakini alhamdulillahi -laki, kwa, kwa, hmm, kwa sababu mimi pia nimeishi huko Saudi Arabia nimesoma huko na najua wanachuoni juu ya masala haya hasa, kwamba ni masala ya ikhtilafu ya wanachuoni, kwa sababu walikuwa hawaktilafiani wanachuoni juu ya masala ya picha za kuchongwa na kuchora za vilivyo hai <coughs> walikuwa wanasema haifai kweli baadhi tu ya aina ya picha vijisanamu, salamu vya watoto, kulikuwa na mlango wa kuruhusu, lakini picha kwa ujumla, majisanamu na mapicha picha ya kuchora vilivyo hai hmm. Mimi nilihudhuria huo mhadhara hmm. Sababu kulikuwa na bwana mmoja, alikuwa mtu wa madini, alikuja kuhudhuria muhadhara kutoka Arusha hmm. Akasema sasa, shehe, sisi tunachukua kanda za shehe hapa, za video alafu tunakwenda kuwapelekea wake zetu, kwa sababu hahudhurii Ndiyo. Hizi watuambiaje? Ye, yeye akatoa fatwa kwamba ni haramu. Subhana. mbele yangu mimi kama kiongozi wa taasisi ambaye watu tushawaelimisha kwa kiasi kubwa, kwamba masala ya ikhtilafu, lakini si tunachukua msimamo wa kufaa. mm. naona kwa sababu picha zinazokusudiwa hapa haramu sio hizi za fotografu. mm. hizi kwa mujibu wa fatwa ya mwanachuoni Sheikh Al-Uthaimin ni, ni ni ni ni kivuli cha Allah mm. alichokitengeneza mm. na akatolea ushahidi, mfano ukisimama kwenye kioo mm. kinachotokea pale kinaitwa picha Ndiyo. kwa lugha, lakini si picha kwa maana ya kuchonga na kuchora mm. ni kivuli kimejitokeza pale mbele, ni kama ukisimama kwenye maji yaliotuaa mm. kwenye jua la mm. nani, utakuta kuna picha yako pale. Sasa tukasema sisi msimamo wetu kwamba hivi ni vivuli sio haramu mm. Kwa kweli hili jambo kumbe lilimkera na hasa mimi nilitamka wazi kwamba huyu bado ni mwanafunzi mm -hmm. kwa hiyo kuna nafasi atakwenda kujifunza zaidi mm -hmm. neno hili kumbe lilimkera sana. Baada ya muhadhara kaona, do mimi mbona nimedharaulika? Eh, shekhe na nini mm -hmm. sasa kwa mujibu wa maelezo Abdullah Sanda, ya nzio aliyosoma akiweko akiweka Shekhe Abdullah Sanda hapa tulikuwa naye na amewahi kuzungumza hadharani kwamba aliweza kuweka e, itikadi kule kwamba bwana mimi siwezi kukubaliana kufanya kazi chini ya yule bwana, yaani Sheikh Salimu, na mimi itabidi nikirudi nianzishe markazi yangu na akaipa hmm. na jina huko huko akaita Ibn Taymiyyah. Mimi nina msimamo wa salafu wema waliotangulia hmm. Sasa mafunzo ya salaf sisi tumeyafundisha muda mrefu sana kwa hmm. sababu ukisema usalafi hmm. ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia labda lile neno hatukulitumia sana lakini tumelitumia ta nani, hmm. Osama juzi alikuwa amesikiliza kanda ya mwaka tisini na tano nilikuwa hmm. nazungumza, walikuwa hmm. hmm. hivi hivi hivi hmm. lakini umashuhuri wa watu hmm. answaru hmm. answaru hmm. answaru sunna. hmm. hmm. hmm. Kwa nini? Kwa sababu mwenzetu kule jumapoli na Sheikh Salim Rajabu waliasisi taasisi wakaziita Answaru Sunna al-Muhammadiyah mm. Kwa hiyo ikaenda ni nzimu ya mji <tututututu> wale maanswari mpaka ikaitwa kwamba madhehebu, wakati si madhehebu. <tutututu> Sisi ni watu ahlusunna waljamaa, na ahlusunna siku zote hata maimamu wakubwa wote hawa wakiweko, Shafii ambaye ndiye ile madhehebu yake ametawala Afrika Mashariki, kwamba msimamo wake ni kufuata Quran na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia <tututu> kwa hiyo hiyo ndiyo njia yetu, dawa yetu ya kwanza ni ile ile ya wema waliotangulia, manabii na masahaba, mtume na masahaba. Kwanza kulingania watu tauhidi, hili hakuna ambaye hakiri, kama tumelizungumza Tumepambana na shirki na tukaifanyia kimatendo mm -hmm. Unaona eh? Kama vile Sheikh Muhammad Abdul Wahabu alivokuja akielezea tauhidi mm -hmm. Akazungumzia madhara ya kujengia makaburi, maji, mizimu na nini, akenda akayavunja na si tukayatekeleza oh. Tunayo historia <laughs> ya kwenda kuvunja makaburi ya mzimu ya kibibi mm -hmm. Sijui hapa Kigombe kulikuwa na mzimu gani huku se njia ya moa, kulikuwa na mizimu, tumekwenda kuivunja kimatendo. unaona eh? kwa hiyo tauhidi, alhamdulillah ikawa imeanza kusikika, jambo ambalo lilipotea muda mrefu. Halafu vile vile, mambo ya uzushi ndio ikawa tunapambana na mambo ya uzushi, ili kuwafanya watu wasijishughulishe na mambo ya uzushi, wabaki katika dini sahihi, kwa sababu watu walikwenda, kwa mfano, kuitakidi kwamba maulidi ni dini Mdia, na kila anayekwenda mguu thawabu na ukichangia japo dirham moja shilingi kumi kwa ajili ya maulidi, basi wewe umepata njia ya kuingia peponi. Ilikuwa ni itikadi imeenea huko, sisi tukawambia, hapana, Mtume hakufundisha maulidi, wala hajuwahi kusherekea wala hakuna sahaba alisherekea siku ya kuzaliwa kwake, bali ni mambo yametokea miaka karibu mia saba baada ya hapo, tena yameanzishwa na masha. Kwa ufupi tumefanya hiyo kazi mm -hmm. Na huku nako tuwafanya mpango ya kuelimisha watu dini mm -hmm. Na hii dini ndio tukaipa kipaumbele ndo tu; tukaanzisha wakati huo ma madrasa inaitwa Al-Faruq mm -hmm. Halafu tukaona na wanawake nao tuwape nafasi, tukaanzisha madrasa ya umusalama wakati huo, sio jengo la barabara kumi mm -hmm. na nane. Tulianza barabara kumi na sita kwa Mwalimu Sera kule, tulipewa sisi jengo na mfadhili mmoja kulifanyia kazi Taim lakini Mungu akajaalia baraka ya dawa hmm. tukaweza kupata jengo zima la umusalama ndio hmm. ile barabara kumi na nane kwa hiyo madrasa naye ilianza muda mrefu. Kabla ya hapo, ilikuwa tuwafundishana na kina mama tuwafundisha katika markazi yetu ambayo ilikuwa ya kwanza hapa mjini ya hmm. barabara kumi na tisa pale ghorofa hmm. Mungu akafungua tukapata. Kwa hiyo hivyo hivyo pande wa mtawasita mungu akajajaalia <coughs> sasa tukapata majengo mengine sahari huko, tukaanzisha taasisi nini madrasa ambayo kwa jina la Imam mm. Imamu Shafii, lengo ilikuwa kuandaa maimamu na makhatibu mm. maduati, unaona kwa mm. kiwango cha thanawi mm, okay. kwa hiyo akimaliza huku anaingia thanawi mm. hali iliendelea hivyo, lakini sasa mwenzetu alivyokuja alikuja na agenda mm. na alijipanga huku kwamba bwana, ili nikubalike mm nitangaze kwamba hawa ni watu wa bida manswari. No, yeah. Moja akatumia neno hizbi hizbi mm. ni makundi mm. kama yale mm. yaliyopambana na mtume zama za mm. za ahzab oh, yep. Kuna vita hasa inaitwa ahzab ah, <laughs> unaona ghazwa ahzab oh, yep. Ni kwamba makundi makundi yale yamejitenga yakaunda mfumo usiokuwa huwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. hmm. kwa hiyo hizbi ni mtu yoyote yule ambaye amejitenga kinyume cha mfumo aliokuja nao mtume wa Uislamu. hmm. kuwajenga watu au kuwakusanya watu kwa misingi ya ukabila, hmm. au kwa misingi ya dini nyingine, sio kwa Uislamu, hmm. au kwa misingi ya urangi, hmm. au kwa misingi ya utaifa, hmm. au kwa misingi ya uchama kwa ujumla, unaona. hmm. hmm ikawa unajenga kitu wanaita wanachuoni alwalaa albaraa kwa misingi hiyo, yaani mtu anayekubaliana wewe fikra unampenda, anayekataa fikra unamchukia, ile ya ubaguzi io. Sasa yeye aliona kwamba njia nyepesi ya kuwajenga watu fikra hawa vao tayari washakubali suna ni kusema nyinyi mmepoteza wakati muda mrefu, nyinyi mmemfuata zee lile jitu la bid'a, mona hizbi yule tena yule anashirikiana hmm. na vikundi vya kigaidi ulimwenguni. na haya si maneno nayasimulia mimi, wanayasema yeye na mdogo wake, kasema mara nyingi Ka usama, <groansFormajo> <horm kho> <ímsky> <memasha> <magaïci> kwa mfano kama Mahadi Imam Shafi'i kasema mara nyingi kwamba kwaandaliwa magaidi magaidi, kwamba eti pale twasomesha vitabu vya Ikhwan Almuslimini na kwamba mimi nilishirikiana na taasisi za, za, za, za, za, za, za, za, za kiikhwani hmm kwa mfano kama shirika la al-Muntada al-Islami mm. wakadai kwamba limeanzishwa na Muhammad Sururi ambaye ni msuri asili yake, na yeye alikuwa na fikra za jihadi, alikuwa na fikra za kupinga watawala na nini. Kwa hiyo tendo la kujengiwa sisi misikiti basi ni wazi tumebeba hizo fikra mm. tuhuma ambazo hazina mashiko mm. kwa sababu hakuna hata siku moja kuna mwanafunzi bali na mdogo wake kasoma kwamba kulisomeshwa kitabu cha Muhammad Sururi, bali hata kujulikana Muhammad Sururi. Juzi nakumbuka Shekhe Anwar Khatib, miezi iliyopita kabla sijasafiri, anaambia kwani shekhe huyu Sururi nani? Mtu ambaye kamaliza chuo cha Madina anauliza, mimi anafundisha hapa, manake wanasikia tunatoa sururi sisi, masururi sururi ni watu wa jihadi, watu wa maikhwani manini. Sasa ni yale ambayo anayozungumza Wazungu hata na waswahili wakuambia bwana, ukitaka kumuua mbwa basi mpe jina baya. Ndio lugha au mbinu walizotumia hizo, mm -hmm. kwamba bwana, njia ya kuwamaliza hawa manswari ni kuwapa majina mabaya, awa mahizbi, wana nidhamu ya demokrasi kwenye uchaguzi, mm -hmm. sijui wana alwala, wanapendana kwa ajili ya kwa ajili ya uchama utaasisi. mm -hmm. E, hata uh, swadaka zikija mpaka uwe mwanachama. Maneno ya uongo yanatungwa hivyo mengi sana, maneno ya kuzulia zulia. Kwa hakika sisi tumeona tusikae kimya, kwa sababu ni propaganda ambazo zinaathiri vijana. mm -hmm. Na kweli tumeona baadhi ya vijana wetu ambao maskini wanasikiliza upande mmoja, mm -hmm. wameathirika. mm -hmm. Hmm. Tunakiri kuna vijana ambao wameondoka. hmm. na yeye anajenga fikra kwa watu kwamba bwana, hamna kitu, watu wote wanamkimbia yule sali. mm. jambo ambalo si kweli <laughs> sisi tunazidi kupanuka. Juzi See. tumefungua msikiti mpya hmm. hmm. eh, ijumaa jana imejaa mpaka watu wametoka nje huko nje kabisa, na tukajiita jina hilo ambalo wao wanajinasibisha nalo, wao wajiita masalafi. Lakini mm, masalafi ndio hao ghuraba, mm, ndio ahlusunna waljamaa, mm, altaifatu lmansura, mm, alfirkatu lnajia <coughs> tumeyazungumza haya mm, na yote haya tuyazungumza miaka nenda miaka rudi. Mm. kwa hiyo ugomvi uliokuwepo mpaka dakika hii ni kwamba wee huyu bwana anasema mbona nyote ni maanswari wenzetu? Mm. Watuoni sisi tunanusuru suna. Mm. siku hizi hawatuiti answaru suna, watuita answaru bid'a ah, au answaru sugu ndio, mm. lugha hii <laughs> za mabezi <laughs> mm. unaona, wakati sivyo? Hapa kuna mtu gani mtu mzima ambaye anajua mm. ambaye atakaa kanusha asema, hawa bwana na usalimu yule haja hazungumzi mambo ya sunna, yule yule ah, mtu wa bid'a, hautampata. Yani itakuwa nini mambo ya nani sasa? mm. utakuta uhadisia peke yake unajibu ndio, mm. mm. maana utakuta sasa dawa yao ina ina kwa sababu kuna mambo ambayo wanakuwa wanayakamata. Tumeshachambua chambua yale, watu wameanza kuona ukweli sasa. Ni kama vile mtu kishakuwa na nukta zako hizo, una za ziada, zikishavunjwa hizo ndo hizo hizo <laughs> mm. kwa hiyo kwa ufupi, bali nimezungumza kwa urefu, kwa sababu swali hili mm. lingekuwa ni la kipindi kizima mm. mm. Lakini sasa tumezungumza kwa muktasari ili watu wapate picha mm. kwamba vitabu tunavyosomesha sisi ndio hivyo hivyo wanavyosomesha wao. mm. ni ni nani hii mitihani tunayofanya ni hiyo hiyo. mm. mashekhe wao ndio wa hao hao. Mm. sisi twaitwa wahabi na wao waitwa wahabi <laughs> unaona, no, <not laughs> sijui sisi ni wafuasi wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na wao wanaitwa hivyo hivyo. mm. sisi wafuasi wa Sheikh Ibni Taymiyyah na wao ni hivyo hivyo. mm. hakuna shekhe maalumu ambayo twamfuata sisi, ambao wao wanasema sisi hatu. Kuna vising, masingizio mengi mm. kwamba sisi tumewakumbatia mashekhe wa bidaa. mm. mm. mara nyingine hutokea matukio tukio mm kwa sababu mahala penye jamii, hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kusema eti masahaba walikuwa wafanya mambo right yote ha, mm. Kuna wengine wanakosea katika jamii Asa. Mfano juzi, wakati mimi sipo mm. nilisikia kwamba mwenzetu mmoja mwalimu alimkaribisha mmoja katika wahadhiri hawa Biblia mm. ambao asifiwa kwamba si mtu wa sunna mm. <laughs> ni mtu wa nani akatoa muhadhara pale. Okay. Kwa kweli mimi sikuwepo, ningejua hilo ningelizuia mm. lakini ili katokea na alhamdulillah idara ya hisba ilimwita yule ili mtu akakiri makosa yake aliyofanya mm. Lakini sasa wenzetu hawa wakipata tukio kama hili, ndio upata bakora mm. naona. Mm. naona wakati sasa sisi tuko wengi, tuko misikiti na mingi sana, huwezi mm. kusema udhibiti, kwa sababu si watu wote ambao wenye uelewa Mm -hmm. Ule ambao sisi tunautaka. Aa, bado tumesa, tunao, tunao baadhi ya watu hadithu hadithulahdi fisunna mm -hmm. <laughs> ndio kwanza wanaingia kwenye sunna. Naona tunajaribu kuelimisha, lakini twashukuru kwa kiasi kikubwa jamii imeelewa msimamu wetu kwa yeah, sababu yeah. Kwa mfano, kama huyo aliyekuja juzi mm -hmm. Ukiangalia miaka mitatu minne mitano iliyopita hakuna mtu namnao amealikwa kuna wakati aliwahi kuitwa ustadhi nani huyu uthmani maalimu mm. zamani hata mi nilikuwa sipo pia Tayyip. ikawa pia ni fimbo hiyo tapigwa nayo angalia mwita mtu wa bidaa huyu hmani maalimu mm. naona mm. athmani maalimu historia yake inafahamika alisoma kisauni <coughs> mm. na alivyotoka freshi alikuwa mtu wa sunna <coughs> lakini alipoajiriwa na masufi akageuka <coughs> <coughs> wenzetu huenda walimwita kipindi hicho mm -hmm. na hata kama walimwita baada ya hapo kubadilika, ni makosa yanayofanyika, katika makosa ya wanadamu naona. Kwa hiyo sisi twasema e, kama ikiwa wataendelea kutufanyia wadui na chuki, sisi tutajibu majawabu yetu kwa njia mm -hmm. nzuri ya amani na salama. Hatutathubutu mm -hmm. kushika fimbo wala rungu wala wala ngumi kwa ajili ya kupigana hmm. kama walivyotufanyia uadui siku za nyuma mashehe hmm. ambao sasa wametulia hmm. Yee, mnakumbuka tuliwahi kupigwa mawe hapa hmm. hapa Chongoleani hmm. kwa sababu ya kufikisha ujumbe. tuliwahi kuvamiwa hapa na wafuasi na mashekhe wa madrasa Shamsia, msikiti wa barabara kumi na tisa, ilikuwa eh. lengo mimi nipigwe, ni uliwe, lakini bahati Mwenyezimungu alijalia, wala hawakujua kama mimi ndo msemaji Hmm. Kenda kuzungumza mwingine hmm, na wao walidai